Na leo tuko katika Hifadhi ya Taifa Tarangire na kama mnavyoona hapa, huu ni mbuyu ambao unaitwa Poachers Hide. Ni moja ya mibuyu ambayo ilikuwa ikitumika na majangili kwa ajili ya wao kujificha baada ya kufanya shughuli za uh, ujangili. Mti huu kama unavyoona hapa, walikuwa wakitumia fito kwa ajili ya kupanda juu ya mti na kwenda kujificha, na mti huu umegeuka kuwa kivutio kikubwa sana katika hifadhi uh, ya taifa Tarangire kwa sababu watalii wengi pia huwa wanapenda kuja kuona maeneo kama haya yenye historia kubwa na pana zaidi. Na miti ya mibuyu kwa kweli ni moja ya miti ambayo ni muhimu sana katika ecosystem, kwa sababu inatumika na viumbe wengi kwa ajili ya kupata maji, wengine wanapata chakula, wengine wanapata malazi na hata binadamu pia na nufaika sana na miti ya mibuyu kama kupata chakula na wengine kupata dawa na wengine pia miaka ya nyuma walikuwa wakitumia miti mbuyu kama sehemu yao ya kufanya ibada. Kama tunavyoona mti huu ni mti ambao pia umechorochorwa majina, na kutokana na imani za watu, wanaamini kwamba ukichora au ukiandika jina kwenye mti wa mbuyu unaweza ukaishi miaka mingi zaidi, kwa sababu ni mti ambao kitaalamu una uwezo wa kuishi hadi miaka elfu mbili.